Manispaa imewaamini Dr. Samia amewaamini, mmepata hiyo icha hiyo tata, lakini pia mmepata pikipiki bodaboda hiyo na wale waliopata bajaji na wengine wengi. Wito wetu tu, tusimkatisha tamaa Dr. Samia Suluhu Hassan, tusikatisha tamaa manispaa yetu ya Kinondoni, tuhakikishe tunaenda kuwa mabalozi wazuri, tukaitumie vizuri hiyo mikopo ambayo tumeipata tukazalishe alafu turudishe ule mkopo usiokuwa na riba ili manispaa ichukue sasa ikawape wengine tena wengi wanaosubiri kupata mikopo ya namna hiyo. Makofi mengi sana kwa Dkt. Samia Suluhu, na mwaka huu bilioni kumi na mbili, mwakani tutaenda kutoa zaidi ya bilioni ishirini. Makosa ambayo sasa hivi yanaonekana kwa wingi hasa ya pikipiki, kutoheshimu taa, wanapita tanyekundu kutuheshimu vivuko vya watembea kwa, kwa miguu te lakini, pia makosa ya magari k kutanua, tunaita kutanua kwa lugha ya mjini hapa, kutengeneza laini ya pili na ya, ya, ni ya leo, tatu wanakuwa wanatengeneza wanatengeneza foni pasipo sababu. Hao ndio makosa ambayo sasa hivi tunapambana nayo kwa nguvu kubwa, na yale magari ambayo ni mabovu au vyombo vya moto ambavyo ni vibovu, tuko kwenye operesheni hiyo na sasa hivi tuna operesheni kali ambayo tunaendelea nayo. Yeyote ambaye atakuwa anajiingiza kwenye matatizo kama kwa hayo hatutakuwa tunamwacha, lazima tutachukua hatua. Kuna pia wewati, makosa ya ulevi hasa wewe, siku za weekend baba, madereva wengi wanakuwa wanalewa wanaendesha vyombo vya moto awe, mwisho wa siku wanasababisha ajali, nao tunapambana nayo, vipima ulevi tunavyo, tunawapima. Kuna watendaji walikuwa wanahamasisha kutwita sema usafirishaji tuweze kulipia vitambulisho vya wafanyabiashara. Sasa tukawaambia watendaji nchi anapewa machinga kwa sababu ana leseni. Mwendesha boda safirishaji wa bodaboda au bajaji tayari ana leseni moja, ana leseni ya udereva. Pili, analipia mapato ya halmashauri na ni mapato ya TRA. Tatu, analipia mapato ya halmashauri shilingi elfu thelathini na sita kwa mwaka Ne, analipia mapato ya usafirishaji lata pikipiki magurudumu mawili shilingi 1 pikipiki ya magurudumu matatu kwa maana jina maarufu bajaji shilingi mbili. Sasa tuna mnorongo wa kodi nyingi, lakini bado bajaji mapato ilikuwa inalipiwa moja, na nyinyi kwa wilaya mlikutana, tukawaeleza mkafikisha kwa Daktari Samia kutoka laki moja na samanini mapato ya bajaji mkamweleza Daktari Samia akashusha tena ikawa moja na ishirini upatikanaji wa maeneo ya maegesho yaliyorasimishwa kwa ajili ya maegesho ya kuweka vituo hivyo kuweza kutambuliwa kuweza kutambuliwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mamlaka ulionayo, hizi taasisi zote tungeomba ziwafikie kwenye ofisi hizi za kata, ili kutoa huduma kwenye ofisi za maafisa wa usafirishaji za kata walau mara mbili kwa wiki ushirikiano wa mamlaka za serikali na mitaa uboreshwe, hasa watendaji wa kata na mitaa wenye viti wa serikali za mitaa, hasa katika zoezi la usajili wa vituo.